Naam, uh, msikilizaji wangu popote ulipo, karibu sana. Leo nina kisa kifupi ambacho napenda tukisome kwa pamoja, tujadili kwa pamoja. Ni habari za Suleiman. Wenzetu katika imani ya pili kwa maana ya Waislamu wanaamini kwamba Suleiman alikuwa ni nabii na mtume. Sasa nabii huyu au mtume huyu Suleiman ibn Daud, Suleiman mwana wa Daudi, ametajwa ndani ya Qur'ani katika sehemu mbalimbali, lakini leo nataka tujadili kisa cha Suleiman haswa kuhusu kifo chake, alafu utaniambia kwamba je, masala haya yanakuingia kilini? kwenye Qur'ani sura ya 34. Qur'ani sura ya 34 na tarjama mbili hapa, naomba nisome kwenye tarjama ya Sheikh Salah Farsi. Yawezekana una tarjama nyingine ni sawasawa sawa. lakini tunazungumzia habari za Suleiman. Sikiliza Qur'ani inavyozungumza alafu wewe mpenzi mtazamaji utakuja kunieleza kwamba, je, habari hizi wewe unazielewa una vipi? Naomba nianze na aya ya kumi Tukiendelea suratu saba sura ya thelathini na nne tuanze aya ya kumi. Tunaangazia habari za Suleiman Ibn Daud, mwana wa Daudi. Na kwa hakika tulimpa Daudi fadhila kubwa kutoka kwetu, tuliiamrisha majabali yawe yanaitikia dua za ibada pamoja naye, tukayaambia enyi milima, rejesheni sauti pamoja naye na nyie ndege pia, na tukamlainishia chuma, tukamwambia tuka tengeneza nguo za chuma pana na upine vizuri katika kuunganisha, na fanyeni vitendo vizuri, bila shaka na yaona yote mnayoyatenda. 12. Na hapa ndo mada yetu inapoanzia, na kwa Suleiman tukamtiishia upepo uliokwenda safari ya asubuhi mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake ya jioni mwendo wa mwezi mmoja. Yaani upepo ule wind Allah akautiisha, unakwenda mwezi mmoja safari ya kwenda, mwezi mmoja safari ya kurudi. Na tukamfanyishia chemichemi ya shaba, na katika majini kulikuwa na wanaofanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake, na kila anayejitenga na amri yetu miongoni mwao tunamwonjesha adhabu ya moto wakao. Allah akawatiisha majini, yakawa yana yanamtumikia Suleiman. Na yale majini ambayo hayakumtii Suleiman Allah akawa anawapa adhabu ya moto walikuwa wakimfanyia apendalo kama ngoma na masanamu na mabu, na mabunguu, yani madeste makubwa kama mahodi na masufuria makubwa sana yanayoondolewa mahali pake. Tukawaambia fanyeni amali nzuri, enyi watu wa Daudi, kwa kushukuru neema mlizopewa, na kwa ni wachache wanaoshukuru katika waja wangu. mm. Na tulipomkidhia mauti ha. Yani hapa Suleimani <laughs> alikuwa na madesti yani. yalikuwa na yalikuwa ma, alikuwa na, na, na, eh, na eh, kama shekha alivyotafsiri hapa kwamba kulikuwa na ngome na masanamu na mabunguu madeste makubwa kabisa, maodi makubwa kabisa, haya ambayo <laughs> yalikuwa yakimfanyia kazi Suleimani anavyo anavyotaka yeye. Yani, akipanda juu yale, tutaangalia hapa ilikuwaje habari zake. kisha kumi na nne kelele, sasa kilele cha somo letu, na tulipomdhikia mauti, alipokufa hakuna aliyewajulisha mauti yake ila mnyama wa ardhi, yani mchwa, aliyekula fimbo yake, basi alipoanguka majini wakatambua kuwa wangalijua siri wang, wangeshalijua katika hadhabu hiyo idhalilishiyo idhalilishayo, manake. <laughs> Sheikh Farsi eh, anafasiri hapa anasema, Nabii Suleimani alipopata wahaikuwa karibu atakufa, na kazi ya majenzi bado hajaisha, aliona shauri nzuri ni ajenge nyumba ya vioo akae juu ya kiti hapo, iwe wale majini wanamuona hata akikata roho wanadhani yu hai, kwa vile alivyokaa basi, juu ya kiti anapachika fimbo mapajani mwake, akakaa hivyo dhahari mpaka mchwa walipoila ile fimbo ikaanguka, ndipo walipotambua hao majini kuwa nabii Suleimani amekufa zamani, wametiwa taabani bure, wamegeuza tof... <laughs> Sasa ebu, ebu sikiliza haya maneno haya. <laughs> Huyu ndiye Suleiman mwana wa Daudi nabii, kwa mujibu wa Uislamu kwamba yeye alikuwa na majini yalokuwa yakimtumikia. <laughs> Hapa ninayo tarje, tafsiri ya Ibn Kathiri, tafsiri ya Ibn Kathiri, anasimulia hiki kisa na naomba tusome kwa habari za Suleimani, ilikuwaje huyu Suleimani. Ibnu Kathiri huyu ni mwanachuoni mwanazuoni wa Kiislamu, na ameelezea hiki kisa kwa urefu kidogo, nami na napenda tusikilize kauli za hawa wanazuoni wa Kiislamu wanasema nini kuhusiana na Suleiman. Naomba nianze aya ya kumi. E... <laughs> kama anasema hivi, mnafikiri Qurani inasomwa somo tu kwa tafsiri zenu? La, hatusomi kwa tafsiri zetu sisi, ndio maana tunatumia e, vitabu vya wanazuoni hapa walio tafsiri. Sasa sikiliza habari za suleimani hizi na kama kidume panda kweli hapa, na tulimpa Daudi fadhila kutoka kwetu, tukasema enyi milima karirini kumtakasa Mwenyezi Mungu pamoja naye na ndege pia. Na tukamlainishia chuma na tukamwambia tengeneza nguo za chuma pana na za kadiri sawa katika kuunganisha natendeni natende mema, hakika mimi ninayaona yale mnayoyatenda. Anaendelea kusema, ameeleza maelezo e, makubwa hapo, lakini sisi tunataka habari za Suleimani. Tuendelee kidogo hapa kwa habari za Suleimani. E, kumi na mbili, na Suleimani tuliufanya upepo umtumikie. Yani Allah alisababisha upepo uwe unamtumikia. Safari yake ya asubuhi na mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake ya jioni ni mwendo wa mwezi mmoja. Na tukamnyinyushia chemichemi ya shaba. Na katika majini walikuwepo waliokuwa wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake Mlezi. Na, bila, na kila anayejitenga na amri yetu katika wao, tunamwonjesha adhabu ya moto unaowaka. Yaani, Allah alikusanya majini yakawa yanamtumikia Suleiman, na akiwa yatakosa kumtumikia Suleiman, basi Allah akawa anayaadhibu yale majini kwa moto. Walikuwa wakimfanyia alipendalo, kama ngome, na masanamu, na madeste makubwa kama mahodhi, na masufuria makubwa yasiyoondolewa mahali pake. Enyi watu wa Daudi! Fanyeni kazi kwa kushukuru. Na wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Asa huyu Suleimani, sijui katika ufalme wake yeye alielikuwa na e, <laughs> alikuwa tu na hawa majini au majini walikuwa ni sehemu ya ufalme wake, lakini Allah ndiye aliyemtiishia yale majini na akamtiishia upepo sasa sikiliza Ibnu Kathiri akieleza kuhusiana na haya majini, anasema, baada ya kutaja neema zake kwa Daudi alahissalam, Allah anafuatishia kutaja alivyompatia mwanawe Suleiman alahisalam, kama vile kutiisha upepo kwa ajili yake ili limbebe busati lake, yaani huyo alikuwa na flying pan. Yani alikuwa na busati ambalo linaenda kama eropleni vile, kama ndege <laughs> Yani kama Fly Emirates vile, yani ile busati la nabii Suleimani, kwenda kwake mwezi mzima na kurejea mwezi mwingine. Al hasan al Basari anasema alikuwa akipanda juu ya busati lake wakati wa asubuhi kutoka Damascus, anateremka Iswatar, anakula chakula cha mchana hapo, kisha akiondoka Iswatar na kulala usiku sehemu ya Kabul. Yani, huyu Suleimani wa, sul, wa, wa, wa, wa Uislamu huyu alikuwa anaweza akaenda kulala Kalbur, anaweza akala chakula Iswatar na akaja kupumzikia Jerusalemu. Ndo Suleimani huyu, baada ya Damascus na Iswatar ni safari ya kiasi cha mwezi mmoja kwa mwendo wa kawaida wa mnyama kadhalika, baina ya Iswatar na Kabul, na Kabul, na Kabul. Kauli ya Allah, na tukamfanyishia chemichemi ya shaba. Ibn Abas na Azrawanu Mujahidi na Ikrima na Alkasaran Kadhada na Sudi na Maliki kutoka kwa Said bin Aslam na wengine wanasema kidhiri ni shaba nyekundu. Kadhada anasema tukio lilitokea Yemen. Allah alimpa Suleimani vitu vyote avitengenezavyo mwanadamu kwa kauli ya Allah, na katika majini waliokuwepo waliokuwa wali wakifanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake Mlezi. mm -hmm. Kwa maana tulimtishia majini wanafanya kazi mbele yake kwa idhini ya Mola wake e, yani kwa kudra ya Mola wake, na kila aliyejitenga na amri yetu katika wao, yani katika yale majini aliyejaribu kuasi tulimwonjesha adhabu ya moto unaowaka. Yani hapa unaposikia anasema nasema tulimwonjesha, maanake ni Allah anazungumza kwa sifa ya wingi eh. Allah anazungumza wengine, wanasema ni majestic plural kama vile rais anavyosema sisi tumefanya, sisi tume, eh, tume, tume ni, lakini ni Allah ndiye anayezungumza. Ni Allah ndiye aliyetiisha majini, ni Allah ndiye aliyetiisha upepo ukawa unamtumikia Suleiman. Kwa hiyo Suleimani, ee, hakuhitaji hakuhitaji elopreni. Suleimani yeye alikuwa na busati lake. Busati hili angeweka atakaweka chakula hapo juu, lina akitaka chakula kifike Damaski, basi ile busati analiamurisha tu ule upepo unaliinua busati lake ili linampeleka mpaka Damaski, Shamu kule, Syria linamtoa pale mpaka kabur linamtoa pale mpaka istasta kule e, yani, kule kwa karibu na Wairani kule wapi kule. Yani, huyu ndio Suleimani wa Qorani, lakini Qorani, Suleimani wa Qorani ehe, huyu alikuwa anatumikiwa na majini. Endelea kusema walikuwa wakimfanyia alipendalo kama ngome na masanamu. Sasa haya masanamu sijui ni masanamu ya aina gani. Yani, Suleimani alikuwa wanamfanyia masanamu, lakini huyu ni nabii wa Mungu, huyu ni mtume wa Mungu kwa mujibu wa Uislamu. Sasa anakuwaje kwamba yale majini yanamtengenezea masanamu? Haya masanamu ya aina gani? Ukija muislamu unaweza ukatueleza, Suleimani alikuwa anatengenezewa masanamu na haya majini, kisha anayafanyia nini yale masanamu? Inaendelea kusema hapa, nipo kwenye ukurasa wa sitini na nne wa kitabu cha Ibnu Kathiri e, Ibnu Kathiri hapa juzuu ya nane inaendelea kusema, almuarab ni majengo mazuri, sehemu nzuri zaidi ya ndani ya makazi na ndio katikati yake. Ibnu said anasema hii inamaanisha makazi, kuhusu tamathir atwia na alrafi E, na asudi wanasema kwamba maana yake ni e, thamathir ni picha, kwa kauli ya Allah aliposema: na madeste makubwa kama maho, mahodhi na masufuria makubwa yasiyoondolewa mahali pake. Haya yalikuwa ni masufuria ya wakati wa Suleiman. Aljawabu na wingi wa neno eh, ni, ni Aljawabu ni wingi wa neno Jabia ambalo umaanisha tangi la maji kuduri ras, e, e, rasiyat ni masufuria makubwa yenye kukaa sehemu moja na hayasimamishwi kwa sababu ya ukubwa hii. Ilikuwa ni rai ya Mujahid Dhuhaki na wengine katika kauli ya Allah, enyi watu wa Daudi, fanyeni kazi kwa kushukuru. Uh, twende sasa kwenye kisa cha E, kisa cha kifo chake ambacho kimetajwa kwenye aya ya kumi na nne na tulipomhukumia kufa hapana aliyewajulisha wajul, kufa maanake yale majini na nini hawakujua kwamba Suleimani amekufa ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake na alipoanguka majini walitambua kuwa kuwa wangelijua kwa ya gaibu wangalikaa katika wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha Manake ni kwamba Suleimani amekufa, umepita mwaka mzima, majini hawana habari kwamba Suleimani amekufa, mpaka ile fimbo aliyokuwa ameiegemea ame ikaliwa na mchwa. Baada ya zile mchwa kula ile fimbo, ile fimbo ikadondoka, basi ndio yale maiti ikadondoka, ikaanguka, basi hapo ndipo yale majini wakabainikiwa kujua kwamba Suleimani amekufa. Eti alitengeneza jumba, jumba lenyewe alilotengeneza lilikuwa ni jumba la la glasi. Kwa hiyo wao majini wanamwangalia mfalme ameketi kwenye kiti chake cha ufalme, wanaendelea kutumika, wanaendelea kujenga hekalu, wanaendelea kufanya ujenzi mwingine eh, lakini Suleiman alishakufa zamani. Hasa swali la kujiuliza, hivi katika mwaka huo tangu Suleimani amekufa na mpaka yule mtu anakuja kuila ile fimbo Suleimani, ambaye alikuwa na wanawake mia saba au elfu moja Suleimani, ambaye alikuwa na watumishi Suleimani, ambaye alikuwa na watoto Suleimani, yani a, a, hivi watu hawakuona kwamba huyu Suleimani hajala? <laughs> Yani Muhammad alivokuwa nakuja na hivi visa, sijui Muhammad au Jibrili au Allah alikuwa, alivokuwa kitengeneza hivi visa. Hivi yeye alikuwa aoni kwamba kuna watu watakuja kuwaza? Sasa nakuulizeni Waislamu, mnisaidieni muni, huyu nabii wenu Suleimani yani mwaka mzima pale nyumbani kwake hakuna watu, hakuna watu alulbeiti pale nyumbani kwa kwa kwa kwake kwa, kwa Tukiachana na wake zake basi hata, hata wafanyikazi au wote walikuwa kwenye hii dili ya kuwadanganya majini <laughs> mwaka mzima majini wanaendelea kumtumikia Suleimani hali ya kwamba bosi ameshakufa. Kwa hiyo Allah kwa kuwaadaa majini Allah kwa kuwaongopea majini, Allah kwa udanganyifu mkubwa, anashindwa kuwafanya haya majini wamtumikie Suleimani pasina kuadaa. Hebu jamani, tutumieni akili vizuri, na Waislamu mtusaidie kwenye hili, mnajifunza nini? Kwa sababu mimi sioni hekima yoyote katika hili swala ambalo Allah amelifanya. Kwa hiyo akawaficha wale majini wasijuwe kwamba Suleiman amekufa, ila mchwa ule, mdudu dhalili, amekwenda amekula, ule amekula, ame ile fimbo, polepole, pole, aya kwa mwaka mzima Suleimani hakuzikwa. Yani watu wameacha tu Suleimani au ilikuwa ni dili kwamba jamani huu mwili tusiuzike? Eh, hey! Kwa hiyo Sulemani amezikwa baada ya mwaka mzima. Haya, ule mwili wa Suleimani ulikuwa haunuki, hautoi uvundo? Mwili wa mwanadamu umekufa mwaka mzima, mwili ume, ume, ume, uko pale tu. Haya, majini wanaendelea kutumika, majini Jamani, hivi ni visa vya kiupuzi, samahani kusema maneno haya, samahani sana, lakini ni visa vya kutungwa, haviingii akilini. Yaani mwaka mzima Suleimani amekufa, yuko pale kama sanamu tu, ameketi, ameegemea fimbo yake Suleimani, na mavazi yake ya kifalme. Hamna, ha, hamna katika mwaka mzima hamna watu waliokuja kutafuta ushauri wa mfalme Waislamu, hebu hebu njooni hapa tuongee pamoja. Jamani njooni tu. Mwaka mzima hakuna mtu aliyetafuta ushauri katika dola ya mfalme? Mfalme hakuwa na baraza lake, baraza la mawaziri? Aya, mwaka mzima huyu, wake zote hawa, we, alikuwa hafanyi unyumba? Na kama alikuwa hafanyi unyumba, basi ni muislamu asiyekuwa mwadilifu kwa sababu ni jambo ambalo Allah ameliamuru. Sasa mwaka mzima baba wa watu kakaa pale, kumbe alishakufa zamani, wake zake hawajui. Mpaka sasa yule mchwa anapokuja, sasa yule mchwa anakula ule uh, ile fimbo we, hey. Alafu ndo mwili unadondoka, hmm. Aya, aya majini tuseme haya majini hayakugundua kwamba Suleimani amekufa, lakini ye kwa sababu yalikuwa yakija pale na kumfanyia kazi, hayakusikia hata harufu ya maiti? Au mwili ulitengenezwa uli uliandaliwa na na waganga na uliandaliwa na, na, na madaktari? Yani alafu mtu unaambiwa mwislamu kwamba haya ni maneno ya Mungu, uyasadiki sadiki Sikiliza Ibnu Kathiri anavyomalizia kikisa, anasema: Allah anatueleza namna Suleimani alivyofariki na namna Allah alivyowaficha majini ambao walitiishwa kwake wafanye kazi ngumu. Aliendelea kuegemea fimbo yake ambayo ilikuwa na mkongojo wake kwa mujibu wa Ibnu Abasi na Mujahid na Al-Asan kadhara na wengine. Wanasema alibakia hivyo kwa kipindi kirefu, kadiri ya mwaka mmoja, baada ya fimbo hiyo kuliwa na wadudu wa ardhini nao ni mchwa iliyo e, e, ilidhohofu na ikaanguka chini, ndipo ilipojulikana kwamba alishakufa tangu muda mrefu. Ikawadhihirikia majini na wanadamu kwamba majini hawajui ghaibu na kama wangelikuwa wakidai hivyo na watu wengine wakiwaunga mkono, hiyo ndiyo kauli ya Allah alivyosema hapana, aliyowajulisha kifo chake ila mnyama wa ardhi aliyekula fimbo yake. Na alipoanguka, majini walitambua kuwa wangelijua ghaibu, wasingekaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Yaani iliwadhihirikia watu kuwa wao majini walikuwa ni waongo. Mwisho wa nuku ah. Ah, Muislam, ambaye unafuatilia, mwislamu ambaye unanisikiliza mpaka hapa, yaani hiki kisa hata kwa kusoma tu hivi unaona jinsi ni kisa ambacho hakiingii akilini. Kwenye kitabu cha asili ya uongofu mwandishi eh, Musa al-Kindi vile vile ameelezea kisa hicho hicho. E, kwa maneno kama haya ya Ibn Kathir, hamna haja ni asome yote tena lakini, kimsingi anasema kwenye ile aya ya kumi na nne ambayo ndio inazungumzia habari za kifo chake. Hapa Mwenyezi Mungu anataja namna kifo chake Nabii Suleiman hakutambulika kufa kwake upesi, ila baada ya muda mrefu ndiyo majini wakatambua kwamba amekufa zamani. Inasemekana katika hadithi ya kwamba wale majini wakubwa wenye nguvu sana walikuwa wakijai kuambia majini dhaifu kuwa sisi tunajua mambo ya gaibu, yani ya siri. Na kwa upande mwingine, Nabii Suleimani alimwomba Mola wake kwamba ikifika ajali yake ya kufa, basi wasitambue majini upesi kama nimekufa. Akamwambia malaika anayefisha kwamba ukitaka kunifisha basi niarifu mapema, wakati wa kuchukua na roho yangu, ili niwaandalie kazi majini wasitambue upesi kifo changu. Ndiyo aya aya inayosema <laughs> yani, hizi ni zile taarifa za harifu lela ulela, yani mzee wa busati busati ambalo lina <laughs> Basi naomba nifikie hapa sasa, nipokee Muislamu ambaye hupo na unaamini hiki kisa, unaamini kwamba Suleiman alikuwa na la busati lake hili ambalo alikuwa akitembea nalo kwenye upepo eh, yaani nyakati za kabla ya nini eh? Sheikh Khalifa, njoo bwana, njoo Khalifa, mbona we ni eh? Mbona we ni moderator? Jamani, njoo hapa eh. Fad Salim karibu, nimekuona pale bwana Sheikh. Karibuni, karibuni mashehe wangu, mnaweza mkatupa kitu hapa na sisi tukapata faida kutoka kwenu, huenda kuna kitu Allah anatufundisha katika katika hiki kisa E, binafsi si, sijakiona lakini huenda kuna muislamu ambaye anaona faida katika hili, unaweza ukatusaidia inshallah, karibu.